Serikali wilayani Bariadi mkoani Simiyu yapiga marufuku usafirishaji wa zao la pamba usiku ili kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kulipa ushuru wa serikali. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel Ten popote pale ulipo, karibu kwenye taarifa ya habari kwa upande wa habari za kitaifa na habari za michezo na burudani kwenye kipindi hiki cha asubuhi njema. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Serikali wilayani wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu imepiga marufuku usafirishaji wa zao la pamba usiku ili kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kulipa ushuru wa serikali kwa baadhi ya kampuni za ununuzi wa zao hilo huku akiagiza kusimamiwa kwa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS ili wakulima wapate stahiki zao bila kuibiwa. Aida Mhando ana taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya ya Bariadi, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mazao ya wilaya hii Simon Simalenga, anatoa maagizo haya katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Bariadi, ambapo pamoja na mambo mengine anasema mwisho wa usafirishaji wa zao la pamba ni saa kumi na mbili jioni, na kwamba baada ya muda huo zao hilo halitakiwi kusafirishwa na ikibainika maagizo hayo kutotekelezwa, hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wanunuzi watakaokamatwa. Pamba haitasafirishwa zaidi ya saa 12. Kwa hiyo haitarajiwi kampuni fulani itoke na mzigo wa, wa pamba kutoka kata fulani kuanzia sa, zaidi ya saa 12 kuelekea sehemu nyingine. Msimu wa man, ununuzi wa pamba umeanza, na twendeni tukavisimamie vyama vya msingi kwa maana ya AMCOS kwenye maeneo yetu ili wakulima ndio wakawe wa ambao ndio waliohangaika na kilimo hicho, baadaye ya kuacha viongozi wa AMCOS wakinufaika wao. Kama hapo wakizungumzia hatua wa hiyo, baadhi ya madiwani, wananchi na wakulima wanasema, wa pamba wanasema hatua hiyo itasaidia kudhibiti mianya ya upotevu wa fedha za halmashauri zinazotokana na ushuru wa pamba. Pamba unapotoresha usiku, mara nyingi ulinzi unakuwa hauko lakini kwa mchana naamini kwamba ulinzi unakuwa upo imara, kwa maana kwamba hawezi akatoa mnunuzi wa pamba akatoa bila kutoa ushuru, kwa sababu itakuwa ni mchana. Koute wawe na utaratibu wa kuweka utaratibu wa usafirishaji wa pamba tukianzia na masaa ya asubuhi mpaka saa kumi na mbili, tutakuwa tumedhibiti hali kwa namna moja au nyingine. Tayari Serikali imetangaza za bei ya shilingi elfu moja mia moja na hamsini kwa kila kilo moja ya pamba, ambapo wakulima wa zao hilo hapa mkoani Simiu wameanza kuuza. Kutoka Bariadi mkoani Simiu, Aidani Mhando, Channel 10.